Uh, Mheshimiwa Diwani tunakushukuru sana kwa kuendelea kuwatumia ndugu zetu wa Meserani Project kwa ajili ya kuendeleza miradi hapa shuleni. Mimi nakutakia kila la heri, kesho kutwa watu wa Meserani wakuone, na naomba niishie hapo, lakini nakutakia kila la heri. Asanteni sana, na ninaamini sisi kama halmashauri tutakapokabidhiwa hili jengo tutakwenda kushirikiana na shule kulitunza ili liendelee kuwepo na kuwepo na watoto wetu wa wale kwenye sehemu nzuri ambako tumejengewa na fadhili yetu. Asante sana, lakini tunamshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anayeweka mazingira mazuri ya uh, wageni mbalimbali mbali kuja kutembea kwenye nchi yetu na kuona kwamba hata sisi tunahitaji bado misaada yao. Asanteni na nawashukuru. Nami kwanza nianze kwa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya kwenye taifa letu, lakini haswa haswa Monduli kama alivyosema Mheshimiwa Nangan, ni kweli hawamu hii kwa Monduli tumefanikiwa kupata shule nne za sekondari. Nadhani Meserani tumepata shule ya Lepruko tumepata shule ya Mswakini lakini na Migungani ambayo juzi tulikuwa na naibu waziri mkuu Biteko. Kwa zote tumezipata kwa awamu hii kwa haraka, kwa kweli, tunapeleka shukrani nyingi sana kubwa kwa serikali yetu kwa kazi kubwa ambayo anaenda kufanya kwenye sekta ya elimu kwa nchi yetu. Lakini nishukuru na kupongeza kazi ambayo watu wa Meserani Project wameifanya kwa wilaya ya Munduli. Wamefanya kazi kubwa kwa miaka mingi na leo tunakuja kuiona wakati unatembelea kufungua bweni. Kwa kweli kazi ni kubwa nzuri. E, e, ndugu yangu Loti, mweshimiwa diwani, ni kupongeze kwa kazi hiyo kubwa unayofanya na kwa kweli kupitia wao walinishirikisha kama miaka miwili iliyopita, walikuja ofisini wakaniomba kitabu chao ambacho walikuwa wamejitolea kuandika kuhusu utalii utalii wa Tanzania kitabu kile kiweze kumfikia mheshimiwa rais. Nashukuru niliweza kuwafikisha kwa, kwa waziri wa utalii wakati ule mheshimiwa Pindi Chana wakapiga naye picha, lakini kipindi kile ilikuwa Uingereza kwa mchakato wa kutafuta waziri mkuu na mmoja ambao ni supporters wao wakubwa alikuwa ni mtu ambaye ana asili ya Afrika Mashariki anaitwa Waziri Mkuu Rishi Sunak, Sh Rishi Sunak, ambao ndio aliwasaidia kule Uingereza. Kwa hiyo walikuja Monduli akiwa bado hajawa waziri mkuu. Kwa hiyo kwa kweli, walikuja tukapokea kitabu kile na mheshimiwa waziri Pindi Chana kikapelekwa kwa mheshimiwa rais, na baada ya muda mheshimiwa waziri mkuu mheshimiwa Rishi Sunak akawa waziri mkuu wa Uingereza. Kweli ilitusaidia sana uh, kuweka daraja daraja kati ya Uingereza kama nchi lakini na Tanzania kama taifa. Kwa Meserani project naweza ngasema walikuwa ni daraja kubwa sana kati ya serikali yetu ya Tanzania na Uingereza kupitia Peter na Diana, lakini kwa kupitia pia ndugu yetu Waziri Mkuu Rishi, Rishi Sunak kwa tunaopongeza sana na hongereni sana kwa kazi kubwa nzuri. <apples> Lakini pia alinishirikisha mwaka huu mapema, nikasema ni jambo ambalo la kujifunza kama Watanzania, kama wa taifa wenzetu, wakifanya miradi mikubwa kama hii, wana taratibu na tamaduni za kupeana tuzo kwa hiyo alinishirikisha mwanzoni mapema uh, Januari mwaka huu uh, kuandika barua uh, kwa wakati ule barua niliandika kwenda kwa Queen, walikuwa bado hajafariki nadhani, kwa mwaka jana Queen ambayo kwa kwa tuko tunamwombea kwamba Peter aweze kupata nishani ya heshima kwa kazi ambayo ameifanya Monduli. Kwa hiyo Peter, tunakutakia kila laheri, Mungu akujalie upate hiyo nishani. Peter, endana uh, in your language.

Uh, wish uh, good health uh, him and his wife and his family and uh, we hoping one day Paul, you come and visit Tanzania and come and visit Monduli uh, so that they know they have a good family also here in Monduli. Mimi niseme tu kipekee nimshukuru sana sana sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefungua milango. Alipofungua milango matunda ya kufungua milango ndio haya tunayaona sasa leo. Unaona hata wafadhili hawana wasiwasi kuja kutusaidia. Kwa nini? Kwa sababu amefungua milango. Kwa hiyo na mimi niseme sisi waheshimiwa madiwani na mheshimiwa mbunge wote kwa pamoja tuendelee kumwombea mheshimiwa rais, Mungu ampe maono mengine makubwa, hata kwenye hii miaka mingine mitano milango iendelee kufunguka. Shule za sekondari tusizungumze tena hizi, tujengea tutategemea ndani ya miaka mingine mitano ndani ya kata zetu zilizobakia tutakwenda kuwa na sekondari, na baada ya muda kila kata itakuwa na sekondari ndani ya wilaya ya Monduli. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa, mimi ni washukuru sana na niko tayari sasa kupita kwenye haya maeneo mengine tuone ya majengo na nirudie kusema Peter, thank you, thank you. Thank you very much for construction of this dining. dining. Very nice dining. Building is good. I don't know to say. Lakini thank you very much.